Serikali ilianzisha shamba hili la vijana la Chinangali kwa ajili ya kuwawezesha kulima wa mwaka mzima, na moja ya kazi ambayo ilikuwa imetolewa ni kuliandaa shamba na kuweka miundombinu ya umwagiliaji. Moja ya kazi ya kuweka miundombinu ya umwagiliaji tumemaliza sehemu kubwa, ambayo ilikuwa imebakia ni upatikanaji wa maji. Na serikali ya awamu ya sita ilitupatia fedha za kununua mitambo ya kuchimba visima. Mitambo tumenunua kumi na saba mitambo saba tayari ipo hapa na tumeisambaza hapa shambani kama mnavyoona na mmeitembelea yote nyinyi, waandishi wa habari, na imeanza kufanya kazi ya kuchimba kwenye shamba la Chinangali. Tunaenda kuchimba visima ishirini na tisa kuhakikisha kwamba yanapatikana maji ya kutosha, na kuwawezesha vijana hawa ambao wamepewa maeneo ya kulima waweze kulima. Zoezi hili tutalifanya kwa nchi nzima, na hapa tumefanya kwa vijana lakini tutakapoona mikoani, tutafanya kwa wananchi wa kawaida Tutayapanga mashamba, tutachimba visima na tutawawezesha wananchi hao kuweza kupata maji kuweza kulima waka, kwa mwaka mzima. Kwa hiyo jambo muhimu ambalo tunalisema ni nini? Jambo tunalosema ni kwamba zoezi la kuwapatia wakulima wa kada zote maji sasa limeanza rasmi na utekelezaji wake tumeuanza hapa Kinangali. Kwa hiyo tunachimba visima, tunaweka miundombinu, tunawekewa matenki na, na wao wananchi waweze kulima. Sasa magari haya yatakwenda kwenye mikoa kwa mpangilio ambao tutautoa baadaye. Kutakuwa na ratiba, tutatoa majukumu ambayo mkulima atakiwa kuyafanya na majukumu yale ambayo serikali itafanya, na huo utaratibu utatolewa kwa wananchi wote mkoa kwa mkoa, nyumba kwa nyumba e, kata kwa kata. Hii ndio ambayo ahadi alitoa Mheshimiwa Rais kwa wakulima wa Tanzania kwenye serikali ya awamu ya sita. Kwao nilitaka leo mje muone kwamba lile zoezi limeanza. Magari saba haya yapo saiti na nyinyi mmeyaona, na maji ni mengi, na nahakikisha kabisa kwamba tunaenda kukamilisha kazi hii ndani ya wiki mbili, na Chinangali itakuwa na maji mwa mwa mwa. Lengo la programu hii ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni kwamba kila mkulima apate angalau eka mbili na nusu maji ya uhakika, kila mkulima. Kwa hiyo tutatenza blocks Tunachukua wananchi kumi, ishirini, thelathini, arobaini tunawachimbia kisima, tuawekea miundombinu ya umwagiliaji hafu, alafu wao wenyewe wanaweza kufanya nini, kuweka kwenye mashamba yao na kuweza kumwagilia. Kumwagilia, anaweza kulima mahindi anaweza kulima ufuta, alizeti, mbogamboga, mboga na kadhalika. Kwa hiyo ni programu ambayo tutaitengeneza ratiba husika na tutaiwasilisha kwenye mikoa husika kwa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na wakurugenzi wa halmashauri. Ni, ni kazi shirikishi Sio kwamba sisi tutaamua tufanye hivi, ni kazi shirikishi, kama vile ambavyo tulishaanza visima sabini kwenye mikoa tuchagua, kwenye mradi huu mzima, kwenye magari haya kumi na tano ya bilioni 17 na saba, ni mradi ambao utaleta ufunguzi mkubwa sana kwa wakulima, kwa sababu kama mahali tunadhani maji yako mbali, tutapeleka mtambo unaoweza kuchimba maji mbali. Kama maji yapo ma ya karibu, tutapeleka mtambo unaoweza kulif kwa eneo ile la karibu kwao ni, ni kwamba Tume ya Taifa ya Mwagiliaji imejipanga mradi huu kuufanya na inavyopaswa, na hii haisimamishi miradi mingine. Miradi mingine yote inaendelea kama kawaida yote. Tume miaka mitatu iliyopita ilikuwa na miradi kumi na tatu, leo tume na miradi mia saba themanini inatekelezwa, na leo hii tuna miradi ambayo ina wakandarasi mia moja ishirini na tano wakandarasi wako site na kazi inaendelea. Kwao ni jambo ambalo linaendelea na sisi tumejipanga kuhakikisha kwamba haya tuliyoahidi na ambayo tumepewa na majukumu na serikali tunaenda kuyatekeleza. Programu nzima ya miaka 10 ni visima elfu sitini na saba kama unakumbuka kwenye Nane Nane ambayo Mheshimiwa Rais alizindua iliahidiwa hivyo visima elfu sitini na saba kwa nchi nzima. Kama nilivyosema, block itakuwa na wakulima 40 ya ekari 2.5 2.5, tunaweka kwenye block moja tunawachimbia visima. Kwa hiyo ndio maana sasa kwamba utaratibu halisi utawekwa baada ya ile survey itakayofanywa na mikoa husika. Kwa hiyo tunatengeneza program, tunapeka kwenye mkoa, tunasema sasa mkoa wa Dodoma, Tume ya Taifa ya Umwagiliaji inataka kuanza kufanya nini? Kuchimba visima. Kwa maana hiyo tuleteni mashamba yenu, mahitaji yenu. Wanatupa mahitaji, tunaandaa wataalamu, wanaandaa, tunapeka mashine za kuchimba visima. Kwa hiyo tukiingia kwenye mkoa tunahakisha kwamba mkoa huo tumeumaliza, hakuna swala hilo tena, tunaenda mkoa mwingine. Kwa hiyo programu ya nchi nzima kwa mikoa yote ishirini na tano tutaitoa ndani ya mwezi mmoja itakuwa imetoka yote. Kwa kila mkoa utaanza kujipanga wenyewe, na tutawaambia ni lini. Tumetafuta magari, tutapeleka magari kwa ajili ya kuchimba visima hivyo, na tunachimba visima kwenye mashamba, siyo makazi. Sisi kazi yetu, jukumu letu ni kuwachimbia wakulima visima, waweze kupati maji ya kumwagilia. Lakini mkulima akibeba ndoo ya maji kutoka pale, hakuna shida yote. Lakini hatuendi kuchimba visima kwenye makazi ya watu.